Nini husababisha maumivu ya kichwa ya msongo wa mawazo kwanza? Maumivu ya kichwa ya msongo wa mawazo ni hali ambapo mtu anapata maumivu ya kichwa na mara nyingi huwa yanapatikana nyuma ya kichwa, halafu eh, wanateseka sana kwa sababu haya maumivu ya kichwa yanaweza kujirudia mara kwa mara, na wakati mwingine, kwenye hali mbaya zaidi, wanaweza kupata maumivu ya kichwa karibu kila siku na pamoja na maumivu ya kichwa pia wanapata matatizo mengine kama vile, kutokana na maumivu hawawezi kuzingatia kazi zao za kila siku au kazi zao kazini. Kama ni mwanafunzi, hawezi kuzingatia masomo yake. Alafu pia inaathiri ubora wa usingizi wao, na bila shaka, mtu anapokuwa na maumivu inaathiri uhusiano wake na marafiki na wanafamilia wake. Kwa ujumla, ni ugonjwa unaoweza kulemaza sana. Sasa ukiangalia, unajua nini husababisha maumivu ya kichwa ya msongo kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, kama neno lenyewe linavyosema, msongo. Kwa hiyo ni msongo. Tunaposema msongo, tunazungumzia msongo wa akili na msongo wa mwili. Kwa hiyo kwanza nitaongelea kuhusu msongo wa akili au stress. Na leo unajua, ninapowaona wagonjwa kwenye OPD ni mara chache sana mtu atasema, daktari, mimi sina stress, ambayo ina maana karibu kila mtu ana stress. Hiyo stress inaweza kutokana na kazi, majukumu, mahusiano na watu wengine, au wakati mwingine msongo wa kifedha. Hivyo hizi ndizo aina mbalimbali mbali za msongo ambazo watu wanakabiliana nazo, na kama zitazidi zinaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo. Ya pili ni msongo wa mwili. Siku hizi saa za kazi ni ndefu na pia kazi nyingi ni za kukaa tu, hivyo watu wanalazimika kutazama laptop, tablet au simu kwa muda mrefu, na hiyo inaweka msongo na mvutano mkubwa kwenye misuli ya nyuma ya kichwa na shingo, na hiyo ni moja ya vichocheo. Ya tatu ni ukosefu wa usingizi. Angalia, usingizi ni mojawapo ya dawa zenye nguvu sana za kuzuia magonjwa. Ukosefu wa usingizi husababisha magonjwa zaidi. Kwa hiyo siku hizi watu wengi, unajua, wanakosa usingizi wa kutosha. Kwa kawaida muda wa kulala ni saa 7 hadi 9, lakini tunaona watu wanalala saa 4, saa 5. Na ukosefu wa usingizi pia unaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo na jambo lingine ni kufanya kazi kupita kiasi, kwa sababu tunajua baadhi ya wakurugenzi wakuu maarufu wa mashirika makubwa wamekuwa wakisifia kufanya kazi saa sabini kwa wiki. Hiyo inaweza kuwa nzuri kwa kampuni, lakini kwa mtu binafsi kufanya kazi kupita kiasi siyo vizuri kabisa. Na kufanya kazi kupita kiasi kama vile saa kumi na nne, saa kumi na tatu kwa siku, siku baada ya siku, bila shaka huleta msongo zaidi kwenye misuli na inaweza kusababisha maumivu ya kichwa ya msongo na mwisho kabisa, jukumu la shughuli za mwili. Kwa hiyo shughuli za mwili, tuseme dakika mia tatu kwa wiki, shughuli za mwili za wastani zinahitajika na zinapendekezwa, lakini watu wengi, karibu asilimia sitini au sabini hawafikii kiwango hiki. Kwa hiyo ukosefu wa shughuli za mwili, iwe ni mazoezi ya aerobic kama kutembea, au iwe ni mazoezi ya kunyosha na kuimarisha misuli, kama watu hawafanyi vya kutosha, tena inaweza kuongeza hatari ya kupata maumivu ya kichwa ya msongo. Kwa hiyo kwa kifupi, kama tunataka kuepuka maumivu ya kichwa ya msongo, jambo la kwanza ni kudhibiti viwango vyako vya msongo, jaribu kuvipunguza. Dhibiti mzigo wako wa kazi, hivyo jaribu kuwa na saa za kazi zinazofaa kama saa nane hadi tisa kwa siku, ukiwa na mapumziko ya mara kwa mara pia Halafu, kama unafanya kazi kwenye kompyuta kwa muda mrefu, kuna kitu kinaitwa kanuni ya 20-20-20, ambapo kila baada ya dakika 20 unapaswa kutazama kitu kilicho umbali wa futi 20 kwa takriban sekunde 20. Hivyo hiyo inapunguza shinikizo kwenye shingo yako. Kisha kuna kitu kinaitwa tech neck syndrome, ambapo unakuwa unatazama simu yako kwa muda mrefu hivi. Hii pia inaweza kuongeza maumivu ya kichwa na shingo. Na mwisho kabisa kuna umuhimu wa kufanya mazoezi ya mwili hivyo shiriki katika mazoezi ya mara kwa mara fanya mazoezi ya kunyoosha shingo na mgongo na hakika tunaweza kupunguza uwezekano wa kupata maumivu ya kichwa ya msongo